Nimekuja kidogo na kidogo nje ya mambo yetu yale ambao tunakujaga asubuhi, tuna ripoti kidogo, yani wajisikie free. Sasa sijui nianzia, yani pale unapoona panafaa kuanzia, anzia kwa sababu sisi sasa hivi tunaishi kama ndugu, yaani ukitoa mimi ni bosi wako, lakini mimi ni kama ndugu. Unajua watu unapopeana company kwenye maisha, yaani wewe, kuna sehemu unanisaidia mimi pamoja na pesa zangu, lakini pia mimi kuna sehemu nakusaidia na wewe, ili tuweze kufika. Kwa hiyo ni kama ndugu, tumejoin combination ya ndugu. Wezungumza. Ah, ah mimi bana nimekuja hapa kwanza kabisa mimi mna jambo langu na jambo langu la private eh, mm -hmm. E, kwamba nimeona kwa sababu mzee kidogo yuko yuko busy busy yeah. Mara mikoani huko na sasa hivi e, na kama unavyojua yuko nje na, sasa, ya nchi sasa nikasema kwamba mtu wa karibu ni bosi wangu ambao nakuchukulia kama mzazi pia yeah. Sasa <laughs> e, bwana, sasa nikasema hili jambo langu jambo gani Koma... yani mimi kuwa huru Yaani mimi kukusaidia wewe ni wajibu wangu kwa sababu wewe tunasaidia okay. Okay. Na kwa mambo mengi sawa, eh? Yaani mimi sina pesa zangu okay, lakini kuna mambo ambayo yananibana, siwezi kufanya. Wewe unanisaidia mimi, lakini hata mimi wakati huo huo unakusaidia wewe kuwezesha kipesa, na wewe unafanya mambo yako. Tumejenga connect, connection flani ni kama ndugu. Sasa kwa hiyo, wewe wewe sema tu, mimi bana, kuna mwanamke ambaye natarajia sasa kumuoa. Sasa nikasema posa yake <laughs> mimi nimekuja lakini ukiniona uji wangu nimekuja hapa. Kuna siku moja tulikuwa tunapita pita hivi, nilikuwa na kijana wangu wakati tunapita pita hapa, basi kuna binti tukamuona yuko hapo nje lakini yule mwenzangu akaniuliza yule binti babu, namuona nikamwambia ndio. Ah, sa yule binti mimi babu, ona kama nimempenda vile. Kwa hiyo ambia mimi nahitaji uchumba Sawa, kama unahitaji uchumba basi ngoja tufanye mpango. Kwa maana hiyo unavyoniona hapa, nimekuja hii leo, nimekuja bwana. Sasa tunahitaji posa kwa huyo binti. Sawa, nimekusikia kutukana hapa na mabinti wawili hayo, sijaelewa niituniomona nini nayokona Binti mwenyewe mwembamba kidogo hivi mm. Nefu mrefu kidogo mm. Mweupe haina shida, mimi nimekuelewa. yeah. Na wewe kijana, kijanako anaitwa nani? Ah, tosa binti yangu anaitwa rishimrisho lishimrisho. yeah. Sawa baba, karibu. Asante, karibuni sana. Mimi nashukuru haya. Koja na sisi mtupe muda, ndiyo nikae na binti yangu mm -hmm. Basi mm. tutajua sawa sawa mm. Basi mimi nashukuru kwa hilo, naomba nipate jibu zuri kutoka kwenu. Hakuna shida, sina wasiwasi mm. mm. E, tuombe Mungu, kila la heri. Basi, asante Simba mbili. <laughs> Unataka una, una, una, una kuoa sasa, eh bwana, maana unajua tena sisi vijana, kuangaikaangaika nimechoka. Ni jambo jema yeah. Ni jambo jema, unajua yeah. Nikwambie kitu kimoja, vijana wengi wanafahamu au wanachodhani wa dunia ya sasa, wanachodhani kwamba ukioa umejiongezea majukumu, siwe unanielewa kwamba sasa utakuwa umejiongezea majukumu, utakuwa hata katika mambo yako unabanwa na kubana na mke, kama wanavyoimba kwenye nyimbo zao kwa singo la uh, uh, lakini si kweli sawa. Yani ukiwa na mke, kwanza ni moja ya wewe kuanza kujipangia bajeti zako vizuri za matumizi mabovu, lakini pia utakuwa una state katika kufikiria nini kwa familia. Kwa hiyo mimi niseme ni jambo jema, nitakusaidia labda ah, uniweke wazi yani kwamba niingilie ni wapi yani hapo mimi bana. E, kilichonileta hapa nilikuwa nataka kusaidia kupeleka pesa. Nimekuelewa, mwanamke ameshapata ah, ambaye unaona ana sifa za kwamba utanipelekea, na maana hizi shughuli zangu unajua. Lakini mimi nina majukumu mengi ndugu yangu. Ni kweli, lakini nilikuwa naomba tu tano yani chapu ni utakuwa na nani na manager yako, dakika ngapi tu, na msaidia saidia saidi dakika tano tu bosoni, yani ah. dakika tano natumbia chapu simba mbili. dakika tano kwako ni ndogo, lakini kwangu mimi ni nyingi mno, nitakuwa nimemiss mambo mengi ya shughuli zangu, si unanielewa na kuelewa eh? Wewe unaona mwenyewe ofisi kama hizi zinazo ngapi? Tatu. Lakini hata hivyo, unaona hata mambo ya ujenzi nashindwa hata kusimamia mimi mwenyewe na, na, na wapa wewe nalishi mnasimamia zile saiti zangu kwao, dakika tano za kupeleka. Lakini sawa, mi labda kwa sababu we ni mwenzangu Lada... Taji taidi. Taji taidi. Taji taidi. Na tunasaidiana kwenye mambo mengi, labda nitajitaidi, nitajitaidi, nitajitaidi. Lakini una uhakika umepata mke wa kuweka ndani mzee? maana wanakwambia hivi: Bora ukosee mambo mengine yote lakini usikosee kwenye kuoa. Hapo binti wangu. <laughs> Sawa eh? Hapo sijakosea. Eh? Hapo sijakosea. Mtoto ni mzuri kabisa huyo katulia kabisa na sina mashaka naye. Yaani uzuri si tatizo. Tatizo ni kwamba tunahitaji zile tabia. Hilo halina shaka. Mimi sihitaji kuja kuona unateseka. Halina shaka yes, no halina <laughs> shaka kiongozi. Basi hmm. Sawa hmm. Karibu babangu. Ah, asante sana mama. Ah, huu geni mama, nafikiri nimekuja ni gafla gafla lakini imekuwa ni haraka sana, sana. E, kutokana na shughuli zangu zinakuwa zinanibana sana ndiyo, ndiyo. Lakini cha msingi ambacho kimenileta mama hapa n, na, na kijana wangu na kijana wangu ambaye alikuwa anahitaji kutoa posa sasa ilikuwa natakiwa mimi ani, a, ilikuwa natakiwa mimi ndio ni, ni mwakilishie. Kwa hiyo, eh, kwa hiyo sasa nikaona nimsaidie kwa sababu ni kijana wangu, hakuna shida eh, mm. Eh, kwa sababu anasema kuna kuna binti hapa kamwona, amelizishwa naye, kwa hiyo anataka kuingia naye katika ile swala la, la ndoa. Kwa hiyo kizit, kuna process tunaanza nazo hizi za posa, kwa hiyo nimeona nije nitoe ni posa, okay. Eh, sasa kama mtujali mama, utanilizia utatulizia basi tu- anye utaratibu, hakuna shida baba. Asante sana mama, karibu sana mimi, nashukuru mm. Ah, bila kupoteza muda hii tu mama. Asante baba e. Asante sana, sawa sawa, nashukuru, ndio nashukuru sana, ndio, kwa sababu baba, kama haya ndio ni watu wachache sana wanafuata utaratibu kwa hiyo Sawa. <coughs> <coughs> Sasa mimi na binti wawili hapa sasa sielewi ni yupi aliyomuona kijana wako na kijana wako sielewi anaitwa nani? Ah, asante sana umenikumbusha. Umenikumbusha jambo zuri. Ah, binti mwenyewe kidogo jina linanitoka lakini alikuwa ananionyesha kwenye simu. Mm. Ni binti mmoja hivi mweupe, mweupe. <coughs> Sio mweupe wa mweupe wa kununua dukani. Mm. Ni mweupe wa asili. Sasa katika mabinti wako hao katika watoto wako hao wa kike, sijajua wewe mwenyewe unajua, lakini ni mweupe. Basi hakuna shida, hakuna shida mama. <coughs> Sasa mimi nina haraka, mimi nina haraka sana eh. Haya baba yangu, nina shughuli kidogo za kufanya. Sawa sawa, lakini kwa sababu hili jambo ni letu eh, basi tushirikiane. Hakuna shida, tushirikiane. Baba yangu, hakuna shida. Nashukuru sana, nimelipokea kwa mikono miwili. Ndiyo, Mungu akubariki. Asante sana <laughs> asante sana e. Sawa, ila kijana wako anaitwa nani? a Swali zuri e, unajua kutokana na hii haraka haraka, Ndio. <laughs> umenikumbusha kijana wangu anaitwa Simba Mbili. e. <laughs> Simba mbili, lakini nitapata nafasi nzuri e, nitamleta ili umuone umfahamu. Basi, kuna shida, baba, karibu sana asante sana mama. Nakutakia safari njema. Asante sana. <laughs> mimi ni shukuru Ngoja niwai shughuli zangu. Hai, baba. Asante sana. <laughs> unanipita kama unioni. Hebu njoo kwanza shughuli yangu. <laughs> Shodula, but... But, yeah, hey, yaani mbili ningekuwa mimi kwanza huko mtaani ningejidai mpaka watu wakanishangaa. Sasa mbele kitu gani? Mdogo wangu, yaani hapo ndo upo katika ndoto ya mama kabisa, yaani ushatimiza lengo la marehemu mama. Posa mbili Kosa, hapa imekuja posa ya bwana? Simba mbili. Na Rishi. Simba mbili. Sasa si hilo jina la Simba mbili, kulisikia hata kidogo na hiyo posa yake naomba inirudishwe. Sikata kumuona hapa nyumbani. Mbona ni umekuwa mkali sana kusikia ile swala ya Simba mbili. Ndio mwishia sema posa ya Simba mbili siitaki. Ilepo kama ni posa, labda posa ya Rishi. Lakini kuhusu Simba, sikata kumuona.

tena kubwa sana. Hivi wewe sima unajielewa kweli? Kilichokufinya usiye miguu yako mpaka nyuma mm. Ngozi kupeleka posa kitu gani? Alikwambia ataka posa yako nani? Sasa nisikilize. Sitaki hiyo posa yako. Nimeshajua kwamba yeye sio mwanaume sahihi kwangu. Leo tungekuwa unanipenda. Wakati wa matatizo, tungekaa tukaongea tukajua tunamaliza vipi na sio kunikimbia. Muone una haya. Sio kwamba nimekukimbia. Naam. Muda ambao nilikuwa mbali na wewe yani, nilikuwa natafuta solution ya matatizo ambayo yalikuwa natukuta. Sasa usio kaona kwamba eti nilikuwa nimekutenga hapana, na nimeshapata solution ya matatizo hayo, na ndio maana nilipopata solution nikaona nilete posa moja kwa moja nyumbani. Sasa ni kwa nini unakuwa hivyo? wakati ambao wamekaa kutafuta solution peke yako, nilishapata mwenzako ambaye taka tutafute solution tukiwa supporti. Sasa sikiliza, sitaki kuona hiyo miguu yako pale nyumbani kwetu, na siku nikija kukuona nitakufanya kitu ambacho hakuna mwone. Nataka nikuulize au nikwambie kuna posa zimeku, kuna posa nilizozipata, kuna watu wamekuja kutoa posa kwa ajili yako. Sijui unawafahamu kina nani wao? Huyo mshenga aliyokuja wa kwanza Ana, kijana, ana kuna kijana ambaye anaitwa Lishi. Wa pili naye aliyokuja ana kijana wake naye anaitwa Simba. Sasa mama Emi, hilo swala jana daliniambia na sa mm -hmm. nakasikiza fursa mbili mm -hmm. mm -hmm. nimekubali, nimekubali fursa ya Lishi, naona sasa ya Simba irudi tu, hamna hmm, yeah, shida mwanangu, sababu ndio maamuzi yako. Mimi sina jinsi watakavyo eh, rudi nitawaelezea kwamba jamani, Simba huyu binti yangu hajalizika naye, ila akampenda Lishi. Basi hamna shida, hiyo ya Simba irudi tu mapenzi Hmm. Hamna shida mwanangu, uamuzi ni wako. Kwa hiyo uko tayari? Ndio mama, mimi niko tayari kuolea. Uko tayari kuolewa mwanangu? Ndiyo. Mimi nakushukuru tena, nimefurahi sana kwa sababu hata mamako huko aliko sijui ana hali gani, ila na yeye pia atakuwa kwenye furaha kwa sababu kile alichokiomba basi ndo kimejitokeza, na mimi pia mmojawapo nimefurahi pia kwa sababu ushauri wa mama yenu na mawazo yake na alichokuwa nakitaka, basi Mwenyezi Mungu akisimamia. Kwa hiyo nakutakia kila laheri, Mungu ajalie. Ndio aipite salama, amina, wabaye washindwe. Asante mama. Eh, sasa basi unisaidie kazi kidogo ili nini mfanye? Haya mwanangu. Mtashukuru maana leo nimeamka vibaya, na hiyo simu yako kocho kochokocho gani unanikela bwana? Unanuzi mimi kuna masikio nilia, kocho kocho kocho kocho kocho ndio nini? Mbulala huko jamani. Haya, muda sio mrefu naolewa.

Niko haraka. Sasa aa, nije, Ow, nipaone tu nikiingia huko ndani nanijua aa kukaa mpaka jioni kwa ajili ya stori zetu. Basi haina shida basi, ngoja ni, ni, ni mwite shemeji yako hapa, at least unywe maji. Sasa niambie, bosi anasemaje? Maana unajua mwanzo wako ndio ulipo kwenye saba hivi namalizia malizia Aiseni kweli. Hongera sana. Sawa ndo na mambo na bana, na yambo, ya kuniambia kwa bosi anasemaje? Bosi bwana anakusikilizia. Ndio. Ile kazi ambayo ulikuwa unasimamia hapo. Ah bahati nzuri bosi anajua kwamba mimi nipo kwenye saba. Kimalize na mimi ukawakazie sana. Eh. Ah, sasa hizi bwana. Asante shemeji wewe. Karibu maji ndugu yangu japo utotibaraka. Japo kidogo kiwi nani nikata lakini ah, kuna bana baraka. Unajua tena ndugu yangu wa sasa hivi, na kasha kwa shemi yangu kamili, ile mambo yetu vitu vile tume tume cancel, nikachukua jiko kabisa mzee. Kwa mzee ni wewe tu na wewe, siku jipange na sisi vile tuje tule kila ulako na wewe. Ni bado.